Rada rada, eh, tuko kuichapa mbaya sasa ndio, yes. Ah vipi, ah, vipi? Yes, mko mko yeah. Salama, kuichapa mbaya. Asante, mko salama pia? Yeah, salama tu, mko waje round? Salama, tunapiga tu ma round mchana, njue kiwaka hivi ba. Na bwana, huku kwa bucha. Yes, nimeishiwa na mzigo ma, mzigo sijui itakuwaje. Usijali bozi, kwa maana tumeona ng'ombe wengine nono huku kufikia jioni Tukua tumeileta kika, utafurahia huo mzigo. Usiwe na wasiwasi yote hata kidogo ah. ni sawa Yes. Lakini mniharakishie maanake yeah. nina oda ya nyama uh-huh. kwa hiyo usipoharakisha mimi nitatafuta mtu mwingine. Hapana bosi, hiyo kazi tuachie, ni kazi yetu sisi wawili. tutaenda kuleta mzigo, tukulete, tukuharakishie mzigo, ndio huo nyama itaendelea bana, kazi hizi irudi chini mm. yes. Yeah. Sawa yeah. Hakikisheni mnapiga hiyo shughuli yeah, mletee mzigo kabisa, bosi. Sawa, usiwe na wasiwasi lakini, acha mimi nifike maskan, okay, nitulie tulie. Sawa, mambo mengine, biashara si mnajua, naleta mzigo, pesa nawapa masani ile yetu, pesa ziko za kutosha, sawa. Kazi kwenu, sawa, pamoja sasa unaonaje si organize, mambo imeiva na sasa hapo. Amuna chenye ah, ee. mm? Umepika ako hapa pika tu chai, sijui kama umerudi na escort, escort si chapata sasa utapika tu ugali na ah, mm? Sasa um. Nasikiaje na hapa kwa, kwa barabara nikikuja unasikia? Eh, uja kwako na taarifa yote wameiba ng'ombe za nani huko juu sasa ak hata so nashangaa hey. Na, na shangana, wezi wenyewe juzi waliipa kwa nani kwa, kwa, kwa, kwa, kwa shaka kule tena ndio hao wameipa kwa, kwa Sakwa. Nakuja tu hivi nikisikia hiyo stori na huyu mtu mwenye alikuwa amenipepa kwa pikipiki, nashangaa nao wezi siku ambayo wamewongoja area yote imezingira wa, wa, wanaangalia kama wezi wanaweza tokea kwa mang'ombe, hakuna, hawawezi wakaiba. Sasa hata hiyo siku ambayo wamelala kwa nyumba ndio wezi wanatokezea. Umepatia yetu mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Maji, ng'ombe zetu maji. Na Dana ako mm wapi -hmm. ameitafutia mm nyasa -hmm. mm -hmm. Kuhakikisha. Najua Dani naye tena ni mkora. Ah? Anaweza enda tu huko, anakwambia na amefunga ng'ombe tu huko bila hata kuikatia nyasi. Na kuna nepia grass pale huko chini kwa hapo karibu na viazi. Eh? Nafaa kama hata wewe kama ni msichana hivi unafuatilia. Hmm. Sio kupaki tu kwa jikoni, mara kufua, mara nini na nini. Najua we ni msafi by the way. Mama, utujue kijana kazi yake ni ng'ombe. So msisi hizi fuatilia banti na kazi ya ng'ombe. Ah. Ni hivyo lakini ng'ombe ni mali yenu. Si unajua hiyo mm. Nenda nileteko chai kwa kikombe ni kunywe um, kama bado natengeneza nini. Nenda na hii kibeti na maji yangu ilikuwa ni ichemsha hiyo usi, usimu wake. Eh, yeah. Nileteni chai kwa kikombe nichimbo. Halo. Eh, nama Eh, uko. Karibu, mwenzangu. Eh, Eh, umekaa tu tu. hapo hapa hapa hapa hapa hapa na kidogo. Karibu. Odani, fei ni ni pazuri pazuri. Mm. Eh, karibu mageni. Ah, mageni. Mm. Ah, sina mageni. Mageni. sina. Mimi niko na mageni mwenzangu. Una, unakuja tu nikiwaza. Mm. Na wezi nao ametuchosha. Mm. Wameiba tena ngombe ya Sakwa. Umesikia, uko na habari? Sijasikia. Ah ah, ni Sakwa amebiwa hiyo ngombe yenyewe ya maziwa hiyo kubwa. Hiyo ngombe na mimi niliandika huko maziwa. Hakuna maziwa leo. Wacha nikwambie hakuna maziwa kwa Sakwa leo. Eh? Ndio nashangaa hata mtu ameniambia kuna chai iko kwa kwa nyumba. Yaani naangalia tu nasema, Ei, hiyo ngombe hata ilikuwa imekimbia bado imeshika mimba na bado wanakamua. Ndio hivyo. Hata hizo sababu naambia mtoto aende aangalie hata aite Dani. <mimbe> Sasa -sa. Hey. Nakwambia na mwenzangu hmm, maneno na na, na wizi wa ng'ombe hey. Eh? Nimesikia hata yani tumbo yangu ni kama banaweza nipandisha presha hey, sababu hata mimi mwenyewe sijui nitalala na ng'ombe kwa nyumba. Nawaza maneno nite fundi nitengenezee huko nyuma niweke zangu, hata sielewi. Sasa huko nyuma fundi atatengeneza aje? hao watu wanapomwanga hizo vitu wanaiba. uh -huh. Mtu akiamini kuiba hakuna ati umetengeneza, hmm. Anaingia hata kwa nyumba, hata kama unalala nayo kwa nyumba anatoa tu. Hey. Mimi muta kipa zangu Wacha nikwambie ama nikipata tu mtu hey. na ngombe ati wanapika mwizi, mimi nitatoka kwa nyumba na panga, nitatoka kwa nyumba na panga ni hakisha nimekata hata mtu eh. Luchimbo, usiseme hivyo usiseme hivyo Luchimbo, siku hizi watoto wa siku hizi unaweza kuwa tu hata ni charani yako mwenye anaipa hizo ng'ombe ama ni watoto wa charani yako na unu, unu, kama, kama ni wajirani na kukatasa kama ni wajirani lazima nikate, hapana, aende na damu mimi kama mimi, mimi oh, siyesu chukua hiyo hohivunajua unajua, namhola wacha nikuambie mm. kitu chenye ujui mm -hmm. ni hii mwizi akikuja asipopata ah. chenye alo ah. anaso skari jatosha kwa chai hiyo ah, kwa, kwa kipete kipete yenye nilikuwa nayo, enda chukua hapo pesa shilingi hamsini wende ununue sukari aa ah. Mwizi wacha nikwambie, namuhola hmm. sio rafiki yako, hata kama ni ndugu wa, wa, wa, wa tumbo moja, nakwambia mimi nitamkata sababu yeah. kutoa ng'ombe chini ule ng'ombe paka ufuke ng'ombe paka ifike hiyo umri yenye ya, ya saa kwa yenye anakamua saa hii, uchungu ndio si ni lakini ni uchungu ndio, lakini u, unaenda polepole, unajua pole. pole pole. Wewe saa zingine wanatembeanga na mapanga kwa madongo, wewe sijua wanaweza kukata, wanaweza hata tangulia kukata wewe. Ndio nilikuwa nasema, hmm. asipopata ukipika nduru, ataingia kwako, atakukata. Hey, lakini wanafanyanga vibaya, atakuua. Nasema achukue tu ng'ombe emu yake inatoka huko akijua kwamba In case of anything nitadunga huyo mama kisu ndio, ah. Nikikwengo au ah, watu walifanya. Hata mimi nilikataa kufuka ng'ombe, ah, acha eh tu niandike tu maziwa nikilipa pesa, lakini hata kukua ku na ng'ombe lazima ah, nifuke tu ng'ombe, sababu unajua nini hii kaudan ya ya ng'ombe mafia ng'ombe inapelekwa kwa shamba Una, una mix na hii nini ya ya ya ni sasa ng'ombe mwenyewe utaficha wapi? Utaweka wapi? Ni sasa nyo hivyo nasema watu wachitokeze tu wakipata mwizi hata ah. mmoja atatambua wale ambao wamerudi wa we na Mkola ni kama hmm. una hurumia ah, wezi. Si wa hurumii. We, unatoka karibu na Sakwa uko juu. Ukisikia tu ripoti yoyote, mimi nitatoka na panga. Ukisikia tu ripoti yoyote, nipigie simu. I wesi wanarudisha wana, wana watu nyuma. Yaani umetegemea hapo kila kitu yako hey, unakamua ng'ombe hey. wanakuja wanabeba hiyo. Wanachukua tu bure. Tuache wana hiyo. Ulienda mm. mm. <laughs> Kanisani Sunday nilienda mm, nilienda mm. walitangaza mm. Dorcas iko kwa ule Mama Chesinda ule oh. wa chini oh. Mm. Yeah, ndio nilikuwa nakuja kuulizia mm. Eh, mimi siku sikuenda huko mm.

Watu wako kwa ng'ombe. Eh? Mama. Unasema nini? Watu wako kwa ng'ombe. Wanafungua ng'ombe. Wako wapi?

Akienda kuchisaidia akapata watu wako kwa nini, kwa kizizi cha ng'ombe huko. Sasa akakuja akaniita, mama mama, ah, ah, ah, nikaamuka, kuamuka mbio nikaweka nduru kawaida, mwanamke sina mzee, sasa kuweka nduru. Watu wakatokezea ni kwenda kuwashika. Hata sisi tulikuwa tunakimbia kwenda kuwashika, mimi nitakuja kushika mtoto wangu, ndio nilimuona vizuri, na wengine wakashika. Majirani walikuwa walikuwa hao majirani, ndio tukaanza kumsaidia, tukawanyamazisha ya kwamba tuende tu kwa chief tuongee. Ndio sasa tumewaleta hapa. Vijana wangu sio misi wao, vijana wengine hawa wanavuma, lakini wangu hajawahi vuma. Sawa, sasa wameshika usiku. Mm, chini ni kwa mkondo wake

Kiongozi wetu mkuu wa buchari pale, chamahkesi imepata mwanao ana makosa, na sisi hatuna hukumu

Mama, hey, ana makosa ya nini? Unatetea mtoto wangu, kurumia tu. Ukipata mwizi wa ng'ombe utachinjwa. Mbona utachinjwa? Mimi ofisa, lakini mtoto wangu ana makosa ya nini? Nenda afuate adabu. Jana yako amepelekwa polisi. Hapo koti ndio itaamua.